Ni sehemu ya mwendelezo wa ushirikiano wa kidiplomasia kati ya taifa la Burundi pamoja na Tanzania ambapo jopo la wasanii kutoka Burundi halikusita kutengeneza wimbo maalum unaoelezea ushirikiano huo ambao umejikita kuimarisha sekta ya kiuchumi katika mataifa haya mawili. Mara baada ya kufika katika ardhi ya Tanzania, wasanii hawa walipata fursa ya kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo bandari ya Dar es Salaam pamoja na stesheni ya reli ya kisasa ya SGR. Kama inavyoelezwa na mkuu wa msafara huu alipokuwa akiwaongoza wasanii hawa. Kwa majina, ninaitwa Brigadier General Ntahena, afisa wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania <coughs> a, ambaye nimepelekwa Burundi katika ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Burundi kama mwambata jeshi, nikiwa nimeongozana na mwenzangu anaitwa Kilian Peter, yeye ni mwambata fedha sisi ni maafisa wawili ambao tumetumwa na mheshimiwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Burundi e, Mheshimiwa Gelasius Gaspar Biakanwa, tukiwa tumeongoza timu ya wasanii wa muziki wa Burundi ambao a, walitunga wimbo unaoelezea mahusiano baina ya Tanzania na Burundi wakieleza miundombinu e, na vivutio vya utalii. Tulianza katika nchi ya Burundi, tukapita katika miundombinu yao na katika vivutio vya utalii, baada ya kumaliza, ndipo tukaja Tanzania. Tunazungumza miundombinu kama reli ya kisasa ya SGR pamoja na bandari ya Dar es Salaam ikiwa ni eh, kufikia malengo ya serikali eh, katika diplomasia ya uchumi na hiyo ni moja kati ya kazi za ubalozi e, ambao sisi tuko kule Bujumbura unaoongozwa na Mheshimiwa Gelasius Biakanwa kama ambavyo nilieleza hapo awali. <clears throat> Labda pia nitumie nafasi hii kushukuru sana uongozi wa bandari ambao wametukaribisha vizuri na kuratibu hili zoezi kuweza kufanikisha malengo yaliyotuleta hapa na nikitoa ujumbe kwa Watanzania wenzangu, ni kwamba haya mambo tunayoyaona, sisi binafsi tumeyazoea, tunaona ni vitu vya kawaida, lakini unapotoka nje na kuona ukajilinganisha, kwa kweli haya mambo ni makubwa sana. Serikali yetu chini ya, ya Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa kitaifa wanafanya kazi kubwa sana. Na kitu kingine ambacho ningependa pia watu wafahamu ni hili swala la reli ya SGR ambapo e, viongozi wako katika mchakato wa kuunganisha baina ya, ya, ya, ya Tanzania na Burundi wako katika hatua hizo. Kwa kweli haya mambo ni makubwa sana. Serikali yetu chini ya, ya Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa kitaifa wanafanya kazi kubwa sana. Na kitu kingine ambacho ningependa pia watu wafahamu ni hili swala la reli ya SGR ambapo e, viongozi wako katika mchakato wa kuunganisha baina ya, ya, ya, ya Tanzania na Burundi wako katika hatua hizo. Sasa wasanii wenyewe kwa nafasi yao nao wakapata fursa ya kueleza kile ambacho kimewasukuma wao kutengeneza wimbo huu ambao kimsingi ni wimbo wa kimkakati unaoelezea mafanikio ya kibiashara ama fursa za kibiashara zilizopo kati ya taifa la Burundi pamoja na Tanzania. Kwanza ningependelea nimshukuru Mungu. Uh, napendelea nishukuru raisi uh, rais wa Burundi Evarisi Ndaishimie na rais raisi wa Tanzania Mama Samia uh, tatu nishukuru embasi kwa kuweza kunifikiria kunitia kwenye hii project. Tumekuja bandarini hapa tumepokelewa vizuri na ukizungumzia kuhusu hii diplomasia ya kibiashara ambayo ipo kati ya hizi nchi mbili, ni kwamba si tunafurahi, tunafurahi sana. Nadhani kwamba ukija kutizama hata upande wa biashara, uh, watu ambao wanakuja kununua vitu hapa na kuvipeleka fasi tofauti Burundi tuko mstari wa mbele sana. Jambo jema kwetu ikiwa kwamba SGR inaweza ikafikia mpaka kuja kwetu Burundi Bujumbura kwenye lengo la umoja wa muungano wa kibiashara itakuwa vyema sana, itasaidia mpaka taifa langu pia na raia wenzangu kujumlisha na umoja pia wa Tanzania na Warundi, ndani wema wetu Burundi na Tanzania. Amahoro nurukundo yatufanya tusonge mbele kwa maendeleo wajivunia ya umoja wa na muungano ni sehemu ya kionjo ambacho unakisikia katika wimbo huo, ukielezea fursa za kibiashara kutoka jiji la Bujumbura hadi hapa jiji la kibiashara la Dar es Salaam. Dhamira ikiwa ni moja tu, kuendelea kuimarisha ushirikiano huu ili mataifa haya yazidi kusonga mbele katika vizazi vya hivi sasa na vizazi vya hapo baadaye. Mimi ni Rajab Chwaya.